Habari. Habari. Miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na serikali nchini inatarajia kufanya msako wa reseni za wawekezaji maeneo ya utafiti kwa ajili ya kuchimba madini na kushindwa kuendeleza. Rais wa TRS Wakili Boniface Mwabukusi ametoa wito kwa viongozi wa nafasi za uamuzi kuwajibika kurejesha imani na matumaini ya wananchi. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas Arash amesisitiza kujenga imani ya mazungumzo na Marekani wakati nchi hizo zikiwa kwenye mzozo unaotishia vita kamili. Habari kamili. Habari Karagwe, zaidi ya miti 500 imepandwa katika shule ya sekondari Mrushaka ili kutunza mazingira ya shule hiyo, usimamizi na utunzaji wa miti hiyo ukisisitizwa zaidi. Mkuu wa wilaya Karagwe Bwana Julius Raiza ameongoza zoezi hilo katika shule hiyo kutokana na mazingira ya shule hiyo kutokuwa na miti ya asili na ya kupandwa. Bwana Raiza ametumia nafasi hiyo kuwataka wananchi kupanda miti nyumbani ili kuyatunza mazingira kwa ajili ya sasa na vizazi vinavyokuja ili kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Na sisi zoezi hili tunasema, kila mwananchi na kila mwanafamilia wa Karagwe angalau apande miti miwili, mitatu, minne, mitano hata ya matunda kwenye nyumba. Kwa hiyo tunavorudi nyumbani leo, kwa majirani zetu tuwaambie kwamba tuendelee kupanda miti. Uzalendo ni pamoja na kupanda miti na kutunza mazingira, na kuna wakati tunasema mazi, kutunza mazingira ya kutunze, si ndio? Jamani, kwa hili jambo unaona kama tuna mvua na tuna mazingira salama ni kwa sababu ya wazazi wetu na waliotutangulia walipanda wali miti, na ndiyo maana hali ya hewa kwenye wilaya yetu sio mbaya ukilinganisha na maeneo mengine ambayo kwa kweli kuna kuna ukame. Mkuu wa shule hiyo Bi Tumaini Bagoka amesema miti iliyopandwa itasaidia upatikanaji wa hewa safi katika mazingira hayo na vivuli wakati wa jua. Shinyanga, serikali nchini inatarajia kufanya msako wa leseni za wawekezaji maeneo ya utafiti kwa ajili ya uchimbaji wa madini na kushindwa kuyaendeleza. Rai hiyo imetolewa na waziri wa madini Anton Mavunde jana wakati wa uzinduzi wa helikopta ya kampuni ya kwa ajili ya utafiti wa kisasa wa kijiolojia kabla ya kuanza uchimbaji. Waziri Mavunda amesema kuwa wawekezaji wa teknolojia ya kisasa ni nguzo muhimu inayolenga kuimarisha utafiti wa rasilimali madini, kuongeza thamani ya madini katika uchumi wa taifa, na shughuli za uchimbaji kufanyika kwa ufanisi zaidi. Mwezi wa pili naanza operesheni ya kufuta leseni zote kubwa za utafiti ambazo watu wamezikalia hawazifanyii kazi. Leteeni maombi, nalisema hapa kwenye umma, po serious. Tunataka watu serious. Leseni sio mapambo za watu kuchukua kwenda kuhifadhi kwenye masherefs ndani. Leseni zinatakiwa zifanyiwe kazi. Mwekezaji aliye serious kama yeye akistruggle leo, sisi tutakuwa tujatimiza wajibu wetu, lazima tuwasaidie, kwa sababu ninyi nia yenu ni njema, leteeni maombi katika leseni ambazo tutafuta pamoja na kuwapa wachimbaji wadogo, lakini pia lazima tuongeze eneo la utafiti. Meneja wa Bariki nchini Dr Miriki Oringido ameeleza kuwa Bariki imewekeza kwenye utafiti na baada ya uzinduzi wa helikopta utafiti wake utagusa maeneo ya Nzega, Igunga, Msalala na Nyangware Pwani. Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Tanzania Jenerali Jacob Mkunda ameagiza askari wapya waliohitimu mafunzo waepuke mambo matano, ikiwemo siasa, matumizi mabaya mitandao ya kijamii na matumizi ya dawa za kulevya. Jenerali Mkunda ametoa agizo hilo wakati wa hafla ya kufunga mafunzo katika shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi Kihangaiko, Msata, mkoani Pwani, ambapo amewataka kutimiza majukumu na kuishi viapo vyao. Jenerali Mkunda amewaagiza wasijihusishe na siasa, matumizi mabaya mitandao ya kijamii, matumizi ya dawa za kulevya, kamari na madeni yasiyokuwa na tija na kuepuka uhalifu wa aina yote kwa mjibu wa sheria. Jenerali Mkunda amewataka askari hao kutunza afya zao na kuzingatia rishe bora wakati wanapotekeleza majukumu yao, kuwa tayari kiakili na kisaikolojia kuitetea nchi kwa kutekeleza majukumu ya jeshi ndani na nje ya Tanzania. Dodoma Rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika, TLS wakili Mwabukusi Bonvas ametoa wito kwa viongozi wote katika nafasi za uamuzi kuwajibika ipasavyo ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi. Mwabukusi ametoa kauli hiyo leo wakati akiwasilisha salamu za TLS katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini jijini Dodoma, akisisitiza kuwa uwajibikaji ni msingi muhimu wa kujenga taifa lenye haki, ukweli na uwazi. Mwabukusi amesema TLS inatambua changamoto kubwa zilizoikumba nchi kabla na baada ya uchaguzi wa mkuu mwaka huu mwaka jana Oktoba, na kwamba njia pekee ya kusonga mbele ni kuhakikisha kila anayepaswa kuwajibika anafanya hivyo kwa maslahi mapana ya taifa. TLC iko tayari kushirikiana na serikali na wadau wote kutafuta suluhu endelevu za changamoto hizi na kuhakikisha kwamba haki si tu inatendeka, bali ionekane ikitendeka wakati wote na katika mazingira yote. Kwa hiyo sisi tutaendelea kushirikiana na mahakama, tutaendelea kushirikiana na serikali bila kukompromaizi misingi ya uwajibikaji na taaluma yetu. TLS inatambua changamoto kubwa iliyolipata taifa letu kutokana na yaliyojiri kabla na baada ya uchaguzi mkuu. Ni lazima na muhimu kuwa na hatua za uwajibikaji ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi kila anayetakiwa kuwajibika awajibike kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ni makamu wa rais wa Tanzania Dkt Balozi Emmanuel Nchimbi akimwakilisha rais wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan. Serikali ya Israeli imesema itafungua mpaka kati ya ukanda wa Gaza na Misri kupitia kituo cha Rafa hivi leo siku moja baada ya kutangaza kuahirisha hatua hiyo. Mamlaka ya Palestina na Umoja wa Ulaya vimethibitisha kuwa watu wataruhusiwa kuingia na kutoka, ingawa kwa idadi ndogo, wakati majadiliano yakiendelea wa juu ya hatua za kiusalama na kiuendeshaji. Kufunguliwa kwa kituo hicho muhimu kwa maisha ya Wapalestina, kilichofungwa kwa zaidi ya mwaka sasa, ni sehemu ya kile kiitwacho mpango wa amani wa rais trump kwa gaza takribani watu 150 wanatazamiwa kuruhusiwa kuondoka ukanda huo kila siku kuanzia leo wengine 50 wakiruhusiwa kurejea na mamlaka za israeli zinasema ni wapalestina 42,000 pekee waliokimbia gaza wakati wa vita ndio wataruhusiwa kuingia kwa mujibu wa wizara ya afya kwenye ukanda huo wagonjwa 20,000 wanasubiri kuingia nchini misri kwa matibabu 40 kati yao wakiwa na hali mbaya zaidi. Wagonjwa 1400 wa saratani na watoto 1500 wamo pia kwenye orodha ya dharura. Na hatimaye Tehran, waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas arach amesitiza kujenga imani ya mazungumzo na Marekani wakati mataifa hayo mawili yakiwa kwenye mzozo unaotishia vita kamili baina yao. Akizungumza na kituo cha CNN jana, Racha amesema nchi yake imepoteza imani na Marekani kama mshirika wa majadiliano, na kwamba ni muhimu pande zote mbili zikaaminiana. Kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Iran imetolewa wakati akishuhudiwa kiwango cha maendeleo kuelekea majadiliano baina ya Washington na Teheran mwishoni mwa wiki. Arachi ameambia CNN kwamba nchi yake imekuwa ikishirikiana na baadhi ya mataifa rafiki na jirani, yamekuwa yakijenga mazingira ya imani na kuanza majadiliano ya kina. Rais Donald Trump wa Marekani hivi karibuni amewaambia waandishi wa habari mwishoni mwa juma iliyopita kuwa Irani ilikuwa na mazungumzo na Marekani. Miongoni mwa taarifa tulizokuletea mchana wa leo ni pamoja na serikali nchini inatarajia kufanya msako wa leseni za wawekezaji maeneo ya utafiti kwa ajili ya uchimbaji madini na kushindwa kuziendeleza. Rais wa TRS, wakili Bonifas Mwabukusi ametoa wito kwa viongozi wa nafasi za maamuzi kuwajibika kurejesha imani na matumaini ya wananchi. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas Arache amesitiza kujenga imani na mazungumzo ya Marekani, wakati nchi hizo mbili zikiwa kwenye mzozo unaotishia vita kamili. Waza wazua, msikilizaji, jivunia lililopo sasa, lijalo linaweza lisiwe sehemu yako. Waza wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Saa kumi alasiri utaletewa duru habari. Mimi ni Albertin Dukavano, asante kwa kusikiliza Radio Kwizera. Habari tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook at radio Kwizera. Instagram X na TikTok @radiokwizerafm_, radio YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz.